Mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi ya hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo, ambao ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo, mafunzo haya yanajumuisha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 miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na Tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili itaidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kuhakikisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa moja kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa mbili kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu lugha nzuri, na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni. Kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo, pale ambapo ushauri unahitajika utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu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 wa kuonyesha mambo manne yafuatayo: moja, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa tume huyu ya Taifa ya uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi; na mbili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa watu, tume mtawajibika kwa tume huyu ya Taifa ya uchaguzi na sio kwa mamlaka na sio kwa mamlaka nyingine isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na tatu kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Na nne kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri, ya kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo